Basi bwana, miezi mingi ilikatika. Grace ndani ya umeneja. Umeneja umempendeza bwana. Grace amebadilika. Sio yule tena. Sasa hivi anang'aa. Yaani amekuwa mrembo. Pisi moja matata. Kweli maisha yanambadilisha mtu. Ametoka kwenye uzee, amekuja ujanani. Sasa huko dukani kwa kina Linda. Linda ana habari kabisa kuhusiana na Grace. Yaani maisha yake yalivyobadilika. Sasa yule shoga yake Grace akamwambia Linda kuhusiana na maisha ya Grace ya sasa. Yaani Grace maisha yake yamebadilika. Sio yale ya zamani. Sio Grace yule ombaomba. Mji mzima unamtambua sasa hivi kwa sababu ya maisha yake ya sasa. Basi bwana, hiki limuumiza sana Linda, na kuamini kabisa, na alitamani bahati ingemtokea yeye Linda. Anatamani je maisha yake yawe mazuri tu, wenzake endelea kuwa na maisha magumu. Basi bwana, hii kitu ilimkera sana, ilimuma sana inawezekanaje? Kwa nini Grace na sio yeye? Yana nijiuliza mwenyewe, anaongea mwenyewe, kaa chizi. Yaani imemuma vibaya mno, wenzake kufanikiwa na yeye kubaki pale pale alipo. Kweli, kuna watu tunaishi nao wanatamani tuendelee kuwa na maisha magumu, wao wabaki kuwa juu tu ili waendelee kutuendesha. Basi bwana, Linda alipambana kwa kila hali na mali mpaka akapajua kwa Gresi hasa. Leo umefika yuko mnyonge, anajitilisha huruma, anajifanya anaomba msamaha Gresi kwa lote alitokea huko nyuma. Basi bwana, haya yakapita. Leo nyumbani kwa Grace kuna yupo mwamba amekuja anaitwa Jackson Mwamba, anampenda sana Grace. Tunajua tena vijana wakishona binti kafanikiwa chobo kibao, wanajikuta na mapenzi ya dhati, kumbe hawana lolote. Mwamba alikuwa anamsumbua sana Grace na Linda, sina mambo yake haya, yeye anapenda kule mambo mapenzi mapenzi, akawa anajichekesha chekesha tu, ila kwa Grace sura yake hata kabisa ujinga, hataki mambo mapenzi mapenzi, hapa yeye anawaza pesa tu. Basi bwana, haya nayo yakapita. Jackson akishia kwenda nyumbani kwa Grace tu, akawa anamfuata paka ofisini, yaani mambo yuko serious na jambo lake anampenda kweli Grace ila Grace ndio kipengele hata kusikia chochote wala kuelewa lolote lile kuhusiana na mambo ya mapenzi. Basi bwana, Mwamba aliendelea kuwa msumbufu kwa Grace mpaka Grace akaanza kulegeza hasa hivi, zile asilasila hana kabisa, furu, mitabasamu, micheko, kama yote. Kuna dalili njema kwa Mwamba hapa, anaweza akampata kweli Grace. Basi bwana, na baada ya miezi kadhaa kupita, leo hii kuna mzee tunamuona hapa akiwa na binti yake, wapo mtaani tu na zula zulula, wamekuwa maomba omba, na huyu mzee ndio yule mzee alikutana naye Grace siku ya kwanza kabisa, yule mzee ambaye alimsaidia Grace alimpaga pesa na kumwandikia ule ujumbe, lakini kwa sasa maisha yake yamekuwa mabaya. Mwanzo alipambana sana kutafuta pesa na mke ambaye alifunga naye ndoa, lakini baada ya mke wake kufariki, akao mwanamke mwingine alichukua dogodogo hasa, lakini kitu ambacho amemfanyia huyo dogodogo kinasikitisha, kimemtapeli mali zake zote. Sasa hivi mzee William anaishi maisha magumu sana mtaani, yani maisha ya kuombaomba tu. Huku tunamwona Linda pamoja na Jackson wakiwa sehemu wamejificha wakiwa wanaongea mambo yao, kumbe wao watu wanafahamiana bwana na hii kazi ya Jackson Linda ndo kamtuma sasa. Linda alikuwa na mlaumu Jackson, kwa nini mpaka sasa hivi unacheleshwa kumaliza kazi? Yani kazi nalo kutuma huifanyi kabisa, miezi na katika tu, naona ushazama kwenye mapenzi kweli. Sasa umempenda kweli Grace, si ndio? Eh, unasahau kazi nalo kutuma. Kumbe Linda ndo kamtuma Jackson bwana kufanya upuzi wote anaofanya. Nisikize ni kwambie Linda, sio rahisi kama unavyofikiria, sio rahisi kabisa. Hivi vitu vinahitaji process, sio rahisi kama unavyofikiria. Basi bwana, yale alipita leo itu mana, Jackson kuna mdada yupo naye hapa na huyu mdada ndo mke wa mzee William, yani mke ambaye amemzurumu mzee William. Kumbe Jackson huaga anatumiwa ndo mtu, wakati anatumiwa kwenye madili ya ajabu, yani madili ya kishetani, yani ndo mmalizaji mambo kwa hiyo, kumbe hata huyu mama alimtumia Jackson uhakikisha wanatapeli mali za mzee William na wamefanikiwa. Lakini hasa hapa kuna jambo moja yani, mwamba toka tukutana na Grace ameanza kubadilika, hataki kabisa haya mambo, hataki kuendelea na tabia kuzuruma watu, kuibia watu mali zao, hataki kabisa kufanya ujinga. Basi bwana, Grace leo yuko zake kazini. Kuna huyu mtoto wa mzee William amekuja hapa, amekuja kuomba kazi kwenye kampuni, akawa anamuulizia mkurugenzi wa hapa. Grace akamwambia ndio mimi basi bwana Grace, baada ya kujimaliza kujitambulisha dogo, akaanza kumpa kistori kidogo, yani maisha alivyokuwa, mambo yale yalotokea huko nyuma yanasikitisha kidogo, na Grace alimwonea huruma, maana historia ya dogo haitofautiani sana na maisha yake ya zamani. Lakini mwisho wa siku akamwambia kwamba wewe ni mdogo sana, unazoje kufanya kazi hizi? Lakini ule dogo aliendelea kukomalia tu, sina namna sasa, sina jinsi ya kufanya, maisha yetu ni ya kuomba omba tu mtaani, bora atanifanya hii kazi nipate chochote kitu cha kumsaidia hata baba yangu basi bwana, waliongea sana, lakini mwisho wa siku Grace alimwambia ule mtoto, sawa, nimekuelewa, ila nataka kesho asubuhi uje na baba yako tuongee vizuri. Haya yakapita bwana, asubuhi Jackson alienda ofisini kwa Grace, lakini leo mwamba amekuja kivingine kabisa. Yani, amekuja kwa staili ya kwamba msamaha na anajutia Akano kwa yote aliyoyafanya. Akawa anamwambia Grace mambo yote, yani ukweli mzima, kwamba hata yeye mwenyewe ametumwa na Linda kuja kuharibu maisha ya Grace, na sio haya tu amefanya utumbo mwingi sana yani, uchafu wa kila aina ameufanya ha hapa mjini Lagos. kwa akawona mambo msamatu grace Grace amsamehe lakini pia akamwahidi yuko lazima kuacha mambo yote, waendelee kuishi na Grace mambo, amempenda kweli Grace, yuko lazima kuacha ujinga wake wote ili aishi na Grace mambo, amezama kweli bwana. Grace alimaindi sana, baada ya kusikia hivyo alivurugwa vibaya mno. Yani kumbe wewe unakuja hapa kila siku unanisumbua kumbe wametumwa. Grace alimaindi sana na kilichomsikitisha zaidi ni kwamba rafiki yake Linda ndo amefanya mpango huu wote. Kweli kuna watu na viatu. Aliumia sana maana hata yeye alishaanza kumpenda Jackson. Basi bwana, yale yalipita. Grace alimtimua Jackson, na baada ya muda kidogo, mzee William na mwanaye leo amekuja ofisini kwa Grace kuja kuongea na Grace, maana udogo aliambiwa amlete mzazi wake na amekuja na baba yake. Na kisa kipindi anaingia, Grace akamwangalia vizuri mzee William, na baada ya mzee William kukaa chini, Grace akamwangalia vizuri mzee William na akamgundua akamtizama vizuri akagundua ni yeye. Bwana ni yeye mzee William, akamwambia kwamba kama kuna sehemu tushaye kuonana hivi, sura yako sio ngeni kabisa kwangu, na kama sikosei wewe ni mzee William. Ni mzee William wewe? Ndio, ni mimi, wala hujakosea, ni kweli naitwa mzee William. Grace alizunika sana baada kugundua kama kweli ni mzee William, alisikitishwa sana na hali yake sasa hivi. Ikabidi Grace amuulize mzee William, nakumbuka ulikuwa na maisha mazuri sana kipindi kile, imekuwaje sasa hivi umekuwa hivi? Imekuwaje hem, nielezee kwani umekuwa na maisha haya wakati kipindi kile ulikuwa na maisha mazuri sana Grace akaanza kumpa story mzee William jinsi ilivyotokeaga kule nyuma, maana mzee William alishamsahau kabisa Grace. Sasa hivi Grace amebadilika, sio Grace yule tena. Basi bwana, mzee William akaanza kumpa Grace story jinsi ilivyokuwa, yaani mpaka hapa alipofikia. Basi bwana, kwa sababu sasa hivi Grace ana mtonyo wa kutosha, alimpambania mzee William. Yani, alimpambania mahakamani, mali zake zote zikarudishwa, na wale watu waliofanya ujinga waliekwa chini ya ulinzi. Mpaka Linda, shoga yake Grace, naye alikamatwa, kwa sababu naye ni mpuuzi tu kati ya wapuuzi wote. Basi bwana, watu wote walifanya maupuuzi mundani walikamatwa. E bwana, eh, huo ndio mwisho movie hii hapa. mi netopopa ba